Uh, piga kura uh, eneo ambalo tulipo uh, kisha akaandamana na uh, viongozi wengine uh, kutoka katika eneo ambalo tulipo uh, na vile vile uh, Lulu mahali uh, tulipo. Muda mfupi kabla ya viongozi hao ama kabla Boyd kufika mahali ambapo tulipo tulishuhudia vurugu uh, ambapo uh, agenti mkuu ambaye pia ndiye uh, mbunge wa Homabay uh, mjini Peter Opondo Kaluma ame uh, vamiwa na vijana ambaye Peter Kaluma mwenyewe anasema kwamba ni wale kutoka ama wale vijana ambao walikuwa wameandamana naye mgombea mwingine wa uh, mgombea huru kwa jina uh, Philip Aroko uh, na tumeshuhudia makabiliano makali baina ya vijana hao na vilevile, tulivyosikia kutoka kwa mbunge uh, Peter Kaluma mwenyewe amesema kwamba taharuki katika eneo ambalo tulipo, na tumeshuhudia afisa wa polisi wale wa kupambana na GSU kudhibiti e, hali kwani ilikuwa inaelekea kuwao kujengea tu taswira. Unavyotazama katika lango kuu la kuingia ya msingi kuna wale Uh, kukabiliana uh, chochote ambacho uh, kitakuwa ama endapo kitajiri katika eneo hili basi, wako ange zaidi wanavyotizama hapa. Kuna a, magari ya maafisa wa, e, wa polisi kama a, matano katika eneo ambalo tulipo. Kwa hivyo inaashiria jinsi a, matukio yalivyokuwa katika eneo hili, na baada ya tukio hilo a, mbunge wa Homa Bay mjini kupokonywa ama vijana kupokonywa mlinzi wake e, bunduki e, tumeona vijana zaidi ya kama 400 ambao walikuwa wamebeba mipini vile vile, wakifika katika mahali ambapo tulipo, na wameweza kutulizwa na maafisa hao wa GSU na mpaka sasa hali tunaweza thibitisha imerejea kawaida japo Uh, watu wangali na wasiwasi wasi kutokana na tukio hili ambalo uh, limejiri muda mfupi uliopita, na tumesikia viongozi ambao wamefika hapa wakizidi kutoa wito tu uh, kwa uh, watu kuhudumisha amani, na wanataka wale ambao walihusika katika shughuli ama katika uh, shambulizi hilo waweze kuchukuliwa hatua, na wakihimiza tu ama wale ambao ni wenyeji wa Kasipul waweze kujitokeza na kuhakikisha kwamba wamepiga uh, kura kwa mujibu uh, wa katiba. Kwa hivyo tungali tunazidi kuzunguka. Hapo awali tulikuwa katika uh, shule ya msingi ya Kasieng, ambapo pia tulishuhudia mgombea huru Philip Aroko akipiga uh, kura yake katika eneo hilo kabla ya kuanza mzunguko. Kwa hivyo tungali na mwenzangu Gatete Njoroge kuzunguka ili ku tathimini tu jinsi hali ilivyo, uh, jinsi hali ilivyo katika eneo bunge hili la Kasipul. Kwa hivyo Gatete, e, kwa kifupi tu hebu tuambie, e, mpaka sasa najua kulikuwa na hali ya wasiwasi, hali ya mshike mshike katika eneo hili, mpaka sasa wewe umeshuhudia nini? Eh, kile nilichoshuhudia Crispin, ni kwamba tumekuwa, hali imekuwa shwari na kutoka mwendo wa asubuhi na siku tatu nne hivi ambapo tumekuwa hapa, hatujaweza kushuhudia uh, eh, tukio kama hili, lakini muda mchache tu kabla ya uh, yule mgombea wa ODM kufika hapa, Boyd Were alikuwa akisubiriwa na mbunge wa Homa Bay mjini ambaye ndio Peter Kaluma, na wakati ambapo Kaluma alikuwa akimsubiri eh, kuna yule mgombeaji ambaye aliweza kufika pamoja na eh, wale wafuasi wake na kukakuwa na vurugu na tukamwona mbunge huyo akijeruhiwa, lakini tumeona pia yule mbunge ambaye ameweza kujeruhiwa pia akitoa wito wa amani na akisema ya kwamba matukio haya yasiwafanye wakazi wa eneo la Kasipul kukosa kujitokeza ili kuweza kupiga kura. Kwa hivyo, Crispin, maafisa usalama tumeona waki wamefika kwa haraka sana kwa muda wa dakika tatu muda wa dakika tano hivi kulikuwa na zaidi ya maafisa mia mbili hapa, kumaanisha kwamba vile ambavyo serikali iliahidi ya kwamba iwapo kuna tukio, basi tumeweza kuona maafisa wa usalama wakifika hapa kwa, kwa haraka wakiongozwa na kamanda wa polisi kutoka kule Homa Bay akiwa pamoja na kamanda wa polisi kutoka hapa Kasipul, na wamesema ya kwamba tukio ambalo limefanyika hapa ni jambo ambalo watakuwa wakilichunguza na pia kuweza ku, ku, kutueleza ni hatua ipi wataweza kuchukua. Lakini kwa sasa eh, niseme eh, Crispin ya kwamba hali, mere, hali, utili, hali, utili, hali ya utulivu imerejea. Tumeona watu wanaendelea kufika, ila vile ambavyo tu tumeshuhudia kule katika maeneo mengine ya kupigia kura idadi ni chache mno ya wale ambao wanafika uh, kupiga kura, lakini maeneo ya pale Kachengi tuliona idadi ilikuwa kubwa kidogo, ila hapa sasa napotazama awili pale nje, kwa hivyo idadi bado ni ndogo but tuna, lakini tunasubiria kuona iwapo idadi hii itazidi kuongezeka namna tunavyoendelea ku, ku, kuzunguka na kutazama namna shughuli nzima ya kupiga kura inavyoendelea hapa eneo bunge la Kasipul Crispin uzunguka maeneo mbalimbali katika eneo bunge hili la Kasipul kama njia mojawapo ya kutoa ama kuwapa taswira kamili kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa eneo bunge la Kasipul. Kutoka hapa tutakuwa tukielekea sehemu nyingine ili tuweze kujua hali ikoje katika maeneo ambayo ni, ambayo yanapakana na mahali ambapo tulipo na vile vile kwenda hata katika vituo vingine nje ya mji, mji, mji huu wa Oyugi. Kwa hivyo tutakuwa tuki, tukiachia hapo tutakuwa tunaungana nanyi hapo baadaye ili kuwapa taswira kamili kuhusiana na Uchaguzi huu mdogo wa eneo la Kasipul. Naam, ashukran sana Crispino, tena mtazamaji, kama umeweza kusikia ni kwamba kulikuwa na hali ya mshike mshike kidogo ambapo mbunge Peter Kaluma alipata majeraha.